umewahi kujiuliza ni kwa nini watu wanakuona kama waziada uwepo wako hautambuliki ni kama uchafu uliopo kwenye sakafu ipo hivi jinsi watu wanavyokuchukulia hilo ni tatizo lako wewe ndio umewaruhusu wa kuchukulia hivyo wanavyokuchukulia usiogope kama tatizo limeanzia kwako basi suluhisho linaweza kuanzia kwako vile vile katika video hii nitakuonyesha mambo ya kufanya japo mara moja, na kisha tazama jinsi watu watakavyokuchukulia kitofauti. Nitoe angalizo, utakapoanza kuyafanya haya, watu wataanza kukuchukulia kitofauti. Kuna ambao watakuheshimu zaidi, kuna ambao watataka kuwa karibu yako zaidi, na kuna ambao watakuchukia. Hivyo unapaswa kuwa tayari kukubaliana na matokeo ya aina zote. Namba moja. Acha kutabirika. Sikiliza. Binadamu huwa na tabia ya kuweka watu kwenye makundi. Kama wewe ni mtu mwenye tabia zile zile kwa miaka na miaka, Mara zote wewe ni mwema. Mara zote wewe unakubaliana na kila kitu. Mara zote wewe unapatikana. Hongera. Umejiweka mwenyewe kwenye kundi la watu wanaotabirika na watu watakuchukulia waziada na hakuna mtu atakaye kuheshimu kama anakuona wa ziada. Sana sana watu watakutumia pale tu wanapokuhitaji kwa faida zao wao binafsi. Nini basi ufanye? Badilika. Fanya jambo moja litakalobadilisha kabisa jinsi watu wanavyokuchukulia. Kama mara zote ulikuwa mkimya, mpole na unakubaliana na kila kitu, fanya tofauti. Kama mara zote umekuwa mtu wa kusema ndio kwa kila kitu, anza kusema hapana tena, bila kujifafanua, kisha tazama jinsi watu watakavyoanza kukuona watofauti. Hawataamini unachokiona na wataanza kukutoa kwenye makundi waliokuweka. Ukifanya hivi japo mara moja, watu wataanza kukuheshimu na kukuchukulia kitofauti. Namba mbili, jifanye kama una mambo mengi ya muhimu ya kufanya. Hapa simaanishi uanze kuwa mkorofi, ila kama huna chochote kinachoendelea kwenye maisha yako na umekaa unasubiri watu watambue uwepo wako, utapata unachostahili hakuna matokeo. Kuanzia sasa, jaribu kufanya hivi: mtu akikuita jina lako, tulia kwa sekunde kadhaa kabla ya kujibu. Usigeuke tu upesi, malizia kwanza unachokifanya, kisha mgeukie. Unapoingia sehemu usiingie kinyonge, kana kwamba unataka mtu atambue uwepo wako. Ingia kijasiri kama mhusika mkuu wa mahali hapo. Jinsi unavyojichukulia wewe binafsi ndivyo jinsi watu wengine watakavyokuona. Ukijichukulia kama wewe ni wa thamani, watu watakuona wa thamani. Badilisha jinsi unavyojichukulia na watu watabadilisha mtazamo wao juu yako. Namba tatu. Acha kuomba msamaha ovyo. Sikiliza, kama wewe ni mtu unayependa kuomba msamaha ovyo, unawafundisha watu kukudharau. Hii haimaanishi usiombe radhi kabisa. Kama kweli umekosea, kubali kuwa umekosa na omba radhi, ila epuka kuomba msamaha hadi kwa vitu vidogo vidogo ambavyo havina msingi. Kama utaomba msamaha ovyo ni kama unawambia watu huna thamani, na ndivyo watakavyokuchukulia. Badala yake, jaribu njia hii. Badala ya kusema samahani kwa kuchelewa, sema asante kwa kusubiri. Badala ya kusema samahani kwa usumbufu, sema una muda tuzungumze. Badala ya kusema samahani nilikuwa nafikiri, sema hivi ndivyo ninavyofikiri. Fanya haya mabadiliko madogo na utaanza kupata matokeo makubwa. Utakapoacha kuomba msamaha ovyo, watu wataanza kukuheshimu zaidi. Fanya hivi japo mara moja na utaona jinsi watu watakavyobadilika na kukuchukulia kitofauti. Namba nne: tulia kwanza kabla ya kujibu. Unafahamu ni kitu gani chenye nguvu zaidi ya kuzungumza? Ukimya. Watu wengi hawawezi kuvumilia ukimya na muda wanapohisi ukimya kwenye mazungumzo wanakimbilia kuuziwa kwa kuzungumza, na hii ndio sababu ni kwa nini wanadharaulika. Ni kwa sababu wanaonekana hawajiamini na ni wepesi wa kuyumbishwa. Kama wewe ni mtu ambaye huwezi kutulia kwenye ukimya, nataka uanze kufanya yafuatayo. Mtu akikuuliza swali, tulia kwanza kabla ya kujibu. Usiwe na haraka na wala usipanike. Wafanye watu wasubiri kwa muda kabla ya kupata jibu kutoka kwako ku. Ukizungumza usizungumze haraka sana kana kwamba unataka msaada toka kwa mtu bali zungumza taratibu na kwa kujiamini. Fanyia kazi hili na watu wataanza kukuchukulia kitofauti. Namba tano: kuwa tayari kuondoka unapoona upate heshima inayokustahili. Ngoja ni kufunulie siri hii. Mtu ambaye hana uhitaji sana na kitu ndiye mwenye nguvu. Jiulize swali lifuatalo ni yupi anayeheshimika zaidi kati ya hawa wawili: mfanyakazi ambaye ana uhitaji sana na ajira yake na yupo radhi kufanya chochote kile ili kuitunza, au mfanyakazi ambaye anatambua yeye ni wa thamani na yupo tayari kuondoka wakati wowote pale anapoona apati heshima inayomstahili, au anapoona apati anachokitaka? Bila shaka ni huyo wa pili ndiye atakayeheshimika zaidi. Sasa fanya hivi: wakati mwingine mtu atakapokonyesha dharau usibishane naye na wala usimuombe kukuheshimu. Ondoka kwenye maisha yake. Ukifanya hivi, utawalazimisha watu kukuheshimu. Hakuna kitu kinawaogopesha watu kama kumpoteza mtu ambaye walimdhania atadumu kwenye maisha yao kwa wakati wote. Pale utakapoanza kuwaonyesha watu kuwa huhitaji kuwavutia ili wakupende, watu wataanza kukuchukulia kitofauti, na hivyo ndivyo jinsi ulimwengu unavyofanya kazi. Badilisha mtazamo wa watu juu yako. Ukitaka watu wa kuheshimu, usisubiri watu waje kukuheshimu. Lazimisha kuheshimika kwa kupitia matendo yako. Acha kutabirika. Acha kuomba msamaha ovyo. Tulia kwanza kabla ya kujibu. Jifanye una mambo mengi ya muhimu ya kufanya, na la muhimu zaidi, kuwa tayari kuondoka unapoona upate heshima inayokustahili. Ukifanya hata moja kati ya haya na kuhakikishia, watu wataanza kukuona wa tofauti. Ukiyafanya yote! Hapa tunaongelea mabadiliko ya tabia na kuwa mtu mpya asiyezuilika. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vilevile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.